Hivyo unajua kwamba siku ya wanaume duniani ipo, lakini haijapewa nguvu sana kama siku ya wanawake duniani. Najua unajua ni kwa nini siku ya wanawake imepewa nguvu sana duniani. Mimi nakuletea hapa na kusogezea story flani hivi ambayo inaweza kukusanua na kujua ni kwa nini siku ya wanawake duniani imepewa nguvu. Siku ya wanawake duniani ilianza kutokana na na jitihada za wanawake kumi na tano elfu, mwaka 1998 walipoandamana mjini New York Marekani wakidai kupunguziwa muda wa kufanya kazi wa kurithisha na haki ya kupiga kura. Kulikuwa chama cha kisoshalisti cha Amerika kilichotangaza kuwa siku ya kwanza ya kitaifa ya wanawake. Mwaka mmoja baadaye, wazo la siku hii iwe siku ya kitaifa ilianzishwa na mwanamke aliyetambulika kwa jina la Clara Zetkin. Alipendekeza wazo hilo mwaka 1910 katika mkutano wa kimataifa wa wafanyakazi wanawake huko Copenhagen, Denmark. Kulikuwa na wanawake wapatao mia moja hapo kutoka nchi 17 na wakakubaliana kwa pamoja. Kwa mara ya kwanza siku hii ilisherekewa mwaka 1911 katika nchi ya Australia, Denmark, Ujerumani na Switzerland. Sherehe ya 100 ilifanyika mwaka 2011, hivyo mwaka huu ni sherehe ya 114 ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka 2025. Siku hii ya wanawake duniani ilikuwa rasmi mwaka 1975 baada ya Umoja wa Mataifa kuanza kusherekea siku hiyo, baada ya kubuni kauli mbiu ya kwanza mwaka 1996 ikisema, furahia yaliyopita, panga kwa ajili ya baadaye. Siku ya kitaifa ya wanawake duniani imekuwa siku ya kutathmini maendeleo ya wanawake katika jamii, katika nyanja za kisiasa na uchumi, na ndio maana leo hii baadhi ya nchi zimekuwa zikitoa viongozi wanawake, mfano kama nchi ya Tanzania inaongozwa e, na rais wa kike Mama Samia Suluhu Hassan. Wazo la Clara Zetkin la kuwa siku ya kitaifa ya wanawake duniani halikuwa na tarehe maalum na haikuwa rasmi mpaka kipindi cha vita ya mwaka 1917 wakati wanawake wa Kirusi walipodai amani na kufanyia kazi tatizo la upungufu wa chakula, waliimba amani na mkate. Siku nne za mgomo zilifanya watawala wa Urusi kuwapa wanawake haki ya kupiga kula. Tarehe ambayo mgomo ulianza ulikuwa kwenye kalenda ya Julian, ambapo ilikuwa ikitumika Urusi wakati huo, ilikuwa siku ya Jumapili tarehe 23 mwezi Februari. Siku hii katika kalenda ya Georgia ilikuwa tarehe 8 mwezi Machi, na ndipo ilipopita rasmi kuwa kila ifikapo tarehe nane mwezi wa tatu duniani itakuwa ikiadhimishwa siku ya wanawake duniani. Aa, kwa Tanzania siku hii itafanyika jijini Arusha, ambapo mgeni rasmi atakuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Wanawake wote watakutana pale Arusha na kusherekea siku yao hii, au sio bwana? Mi ni kutakia tu siku na sherehe njema za siku ya wanawake duniani. Ukiwa kama mwanaume pia unapaswa kumsapoti mwanamke, ukiwa kama mkeo ama mtu wako karibu ama best friend wako, pia mwishi tu kwa kumtakia siku njema ya wanawake duniani, kwa sababu yeye ndiyo malkia wa nguvu, au sio bano? Usisahau kusubscribe channel yetu Fule Story, inakuwa iko poa sana.